Hivi mnadhani watu wa nchi hizo ambazo mnadhani naweza kufanya show wana- wanakuwaga mashabiki wa mihemko kama sisi? Nishaje kusema kitu kimoja, wezetu huko nchi nyingine huaga wana consider sana vitu vidogo vidogo ambavyo sisi kama wa Tanzania tunaviona vidogo vidogo wao huaga wanavichukulia kwa ukubwa. Ukifanya mistake hata kama ulifanya sehemu nyingine, ila wameiona hawato kusupport. Hakuna watu wanaweza kukuboycott kama hao watu wa nje. Wameona umefanya madudu, wana kukancel like forever. Alifanya show nje, alishakuwa msanii mkubwa. Hao wasanii hawategemei nyie, wanawategemea, wanategemea show za nje. Kiko wapi? Kiko wapi? Kiko wapi? Kiko wapi?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 Hakuna watu wanaweza kukukata kama hao watu huko nje. Mlosema oh, tutaenda kupiga show, si friends, tutaenda kupiga show sijui wapi. Tokeni nje. Muungwana akivuliwa nguo huchutama. Mshavuliwa nguo, wasanii, tokeni nje, waambieni mashabiki zenu, jamani, tumeshawakosea, tumeharibu sehemu fulani, tunaomba tuendeleze undugu wetu na nini. Sasa hivi mmekaza vichwa, mnajifanya nyewe mnaweza survive bila bila hizo subscribers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 na mlisema sisi ni wajinga, hatu hamtutegemei, ng'ong'o ng'ong'o, mnakula hela zenu, hela zenu hazitegemei mifuko yetu. Wacha tu, tuwaone, mbona hatusikii matangazo Christmas, nitakiwasha mbea kwenye ukumbi wa mbea city. Kimya, tunataka kimya hicho hicho tuone kama kweli hamsurvive kupitia subscribers zetu sisi, tukistream, sio hicho ndo kinachowafanya msurvive? Tuwaone simna njia zingine za kusurvive tofauti na kazi ambayo mnaifanya? Simnazo? Tuone sasa, tuone yes, si, si, si, si, si wajuaji, hatu wategemee Watanzania, tunashabikiwa na watu kutoka sehemu mbalimbali.